Mchezo kuwa mrahisi, mchezo kuwa mgumu, lakini unapofika kwenye hatua hizi kwenye mashindano makubwa kama haya, usitegemee kama kutapata mchezo rahisi. Michezo yote kwa migumu kwa sababu timu iliofika hapa imetumia effort kubwa na ina uzuri kwa kiasi kikubwa, na ndiyo maana imeweza kufanya nafasi hii. Kwa hiyo kila mechi inavyoanzia group stage kuja huku juu zinakuwa ngumu, na kadri muda unavyozidi kwenda juu zaidi ndio ugumu unazidi kuongezeka zaidi. Ya, kwa asilimia 50 mipango ishakamilika Aya, mipango uh, mingine iliyobakia tunaenda kuimalizia kwa hiyo tumemaliza mechi ya jana. Leo mimi niko safarini nikishirikiana na wenzangu kwenda South Africa kwa ajili ya kwenda kuweka mipango sawa, tuhakikishe kwa asilimia mia moja na tayari na wachezaji na timu wanapokuja wao, wao, kwa focus yao ni kuangalia tu kwenye mchezo unakuja siku ya Jumapili na kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri ambayo kila mmoja wetu Mtanzania, Mwanasimba, wanachama, mashabiki lakini watanzania wote kwa jumla wanatarajia ni kuingia fainali na ikiwezekana kabisa ni kuchukua kikombe, kama Mwenyezi Mungu itampendeza. Taratibu pia pengine wa mashabiki nao kuelekea South Africa, tuliambiwa kwamba Simba wanatengeneza utaratibu huo. Yeah, of course, hupo huo, hupo huo, timu management inaendelea ku, ku, ku, kulifanyia kazi hilo, na kwa sababu muda wenyewe baki mchache na leo ni sikukuu, kesho jumanne asubuhi sana, nafikiri madiari atatoa utaratibu nini kinachofuata kwa ajili ya washabiki wale ambao wanapenda kuongozana na timu kwenda South Africa dabani kwa ajili ya kutupa masa